Nakuja nione angalau niwasalimie tutoe nasaha kidogo, alafu tukabidhi vifaa vyetu. Kuna utaratibu mwingine sehemu nyingine tukakamilisha. sawa, sawa. Mimi natoka Dodoma huko kwa sababu sasa hivi vinaendelea, lakini akimbia kule ili tuje tukamilishe hiki ambacho kwa tulikiaii maana nikuja hapa, bahati nzuri nikapata maombi kupitia ofisi ya mwalimu wetu pale. Ombi la kwanza kama nilivyotangulia kusema katika ombi la kwanza tuliambiwa kama wanafunzi, mnaileta tabia ya kurukaruka pamoja na kutoka hapa nambani pale. Kwa hiyo tuko mageti hapa, ndio ile pale, na mwingine chafunjika, lakini chama mwalimu, naomba baje kidogo nifanyoe karabati ili nikamilike, ndio pale Nategemea ukinipa mapema, hata kesho nitafanya ukarabati. Kila inapofika wakati wa kufanya testi zetu au mitihani ile ya kujiangalia, tuna kawaida katika shule zetu zote zilizomo ndani ya jimbo la Micheweni, hasa ikiwemo ndani ya shule hii ya Micheweni, kwa sababu hayo mabadaayo hapo, na mimi nilisoma, tuko pamoja jamani kwa hiyo niliofanyiwa hapa makubwa, mpaka sasa hivi nasimama hapa najisifia kama nami ni? nilipita pale sasa, kama nilipita pale lazima fadhila asije hapa, kwa sababu hapa nyumbani tuko pamoja yeah. Lakini kilapili niliyopata ndani ya skuli hii ya sekondari Micheweni nilikuja mwaka jana, mwaka jana nikakabua vile hivyo vimejaa vibaya sana, tukakabua kule, kweli kuna ngome inatapika nje kabisa nikaacha kipindi kilichofunga shule kwa sababu ilikuwa hakitumiwi. Tulileta jamaa pale, tukaja tukasafisha, ngome iko safi. Katibu cetaapeshan yasema, sina haja ya kurejea rejea. Lakini lingine pia katika shule zetu tulipambanua, tulijipambanua mapema, wakati ambapo kwa tulikuwa tunatafuta ridhaa, tangi ya mwanzo kama elimu ndani ya jimbo letu tuko nyuma mno Sio hapa micheweni tu, ukenda mazo ya ng'ombe, tukenda shumba, tukenda kiuyu, pamoja na micheweni yote kwa mjumla, tulikuwa tuko nyuma sana jamani. Kweli si kweli? Lakini kwa sababu viongozi ni baba zenu kwane, ni baba zenu au ndugu zenu, tukasema aibu ikija tatufika, tatufika see kwanza ndio takuja kwa walimu. Kama viongozi wahusika, lazima tushirikiane na serikali zetu zote, tuhakikishe kama tumepiga mbele au tumepiga hatua mbele ya elimu kwanza, kwa sababu bila elimu hakuna safari. Tulipopita kwenye mikutano ya kampeni, mimi nilisema hapa kijijini hapa shehia ya Majenzi, pale hospitali pale ilikuwa wanajamii wapiga kelele sana, oh, kila mtu anaenda hasa mama yetu, kuna madaktari wa kiume sijui nini, jamaa hatutaki kusoma. Ila wakati mwingine sisemi kama hatutaki kusoma, tutataka lakini hatuwezeshane ili tukapata elimu bora tukafikia pale tukawahudumia mama zetu na watu wengine kweli si kweli? Mm. Tukasema iwe mwisho, hatutaki tena kitu kijirudie kis, kis, mara kwa mara. Kama tunataka kisijirudie mara kwa mara, lazima tujifunge vigogwe, tuhakikishe tumeboresha huduma za elimu ili tufikie malengo ambayo tumejiwekea. Nafikiri sote tumashahidi katika shule zetu zote zilizomo ndani ya jimbo zote alhamdulillah, tushapelekezi mashine kama hizo hapo. Haipendezi kama sukuli hii hapa ina ile pale haina. Tulisema kuna shule mbili za msingi zote tushapeleka tayari. Na kubwa zaidi, wakati wa kujipima kwenye mitihani yetu, walimu, nafikiri nyote mashahidi kama huwa tunaleta marimu ama karatasi, ndivyo kwa ajili ya kufanya hiyo mitihani, na hiki kifaiki hapa, karatasi mwalimu, naahidi inshallah tutaleta box mbili za rimu za karatasi. <laughs> <laughs> Ukisema box sile rimu moja, jamani, box boksi mbili, najua hizo mpaka tuamaliza mbili. Tuamaliza muhula huu, hamujazimaliza hizo karatasi sitaki kuona kama mwanajamii wangu wote wa Micheweni kijana katoka hapa mbona ndio kachangia mia mbili kwa, kwa sababu tupate nini karatasi. Inshallah, tutajitahidi tutafika mapema mwalimu, mkifika kule hamudai chumvi wala chochote ndio? So someni basi, tutataka zile hospitali hapa pale, wizarani pale pale, ofisi ya elimu hapa pale, ofisi ya mkuu wa wilaya, tataka wahandisi tupate madaktari tupate maengineer wa aina zote, mpaka waendesha ndege. Mimi nisikia hivi kwa kweli, watembelea baadhi ya sehemu, wenda kuta wadada ndio wanaoendesha ndege na watengeza ndege. Wakati mno haki nanyi kufika kama wale kubwa ni kujikaza, mkasoma ile masomo ambayo yanahitajika, ili tufike malengo. Na unaposoma lazima usome kimalengo, usome usitoke nyuma kusema ah, mimi nenda tu kwa sababu basi. Msiwe hivyo, toka kule nenda skuli Muda wangu wote hapo pata kutumia shule, nikitoka pale, inshallah Mwenyezi Mungu ajalie nitoke na kitu ambacho kitanisaidia mimi, familia yangu pamoja na jamii yangu. Tuko tayari jamani, naomba tujitahidi sana. Niai kwa mheshimiwa wetu mbunge, mbunge wetu mpendwa kabisa, alikuja miaka ile hapa, tukamwombea dua na tukamwambia dua zetu hizi kuweza Mwenyezi Mungu zitakupeleka mjengoni kule Dodoma, na mara hii kabisa tunakuambia tena mheshimiwa mbunge, tutakuombea dua shule hii ya Micheweni. Zetu hizi, dua zetu hizi zitakupeleka tena mjengoni kwa mara nyingine. Tunatoa shukrani zetu kwa kutupendelea huduma zetu hizi ambazo zitatusaidia sisi katika shughuli zetu za taaluma. Hili ni jambo kubwa kabisa ambalo Mwenyezi Mungu amekupa moyo huo mzuri kabisa, ni jambo kubwa, tunakushukuru walimu sote. Ah, shule yetu hii ina makero mengi machangamoto mengi na mengi umeyatatua. Tunakushukuru kwa imani yako hiyo, na tunakushukuru tena. Changamoto nyingine iliyobakia, tumebakia na nyumba yetu moja tu hapo nyuma ambao mimi mwalimu natokea Kinoe, natamani nilale hapa na watoto na kwenda, nikirudi kwa hiyo, changamoto hii tunakukabidhi tena wewe mheshimiwa, inshallah ukipata fursa, njoo uiangalie hiyo, tumeshapokea foundation hapo nyuma yes. Changamoto nyingine, sasa hivi watu wanasoma kiteknolojia kabisa mashuleni, kunakuwa na smart room na smart board. Hizi una haja ya kutumia choki na kuandika kwa mwalimu, unatumia kidole chako tu Ukija ukipata fursa yoyote kwa miaka ya mbele inshallah, njoo eke hii smart, smart board na smart room uone kwamba dunia sasa hivi ndo tunavyotaka kwenda huko, kama juhudi za rais wetu mpenda Dr Mwinyi kabisa, anafanya juhudi hizo kwa shule mbalimbali. Basi na sisi ye, tumwige yeye tumuinge mkono yeye, mheshimiwa rais wetu. Asante sana, tunakushukuru kabisa, Mheshimiwa Mbunge. Karibu sana hapa, ni kwenu, hapa ni nyumbani kwako. Naitwa Ayubu Ahmad Juma ni mwanafunzi wa skula ya Micheweni Sekondari, nasoma kidato cha nne. Uh, tunatoa shukrani zetu kwa mbunge Mheshimiwa Abdihija Mkasha, mbunge wa Jimbo la Micheweni, ambaye kuwa ametoa msaada mkubwa katika shule yetu hii katika swala zima la kuendesha sekta ya elimu katika jimbo letu la Micheweni Micheweni. Au vifaa ambavyo kuwa amba, amba, amba, ni projector ambayo kuwa hii inatumika katika kufundishia wanafunzi madarasani ambayo kuwa hii inasaidia kusomesha wanafunzi kwa haraka, na ambayo kuwa wanafunzi wanaweza kuelewa kwa uelewa zaidi, na pia katupatia kifaa hichi hapa, ambayo kuwa ni photocopy machine, ambayo kuwa hii inatusaidia sisi wanafunzi kuandaliwa katika swala zima la ufanyaji wa mitihani ya mara kwa mara, ambayo kuwa hii ni njia ambayo huwa wanafunzi wanaweza kufaulu au kufanya vizuri katika mitihani yao ya taifa, kwani inakuwa mitihani sio migeni, wanafanya mara kwa mara na vile vifaa vipo, basi inakuwa wanafunzi wanaleta ufaulu mzuri katika mitihani yao ya taifa. Hivyo tu sisi tuseme, wanafunzi na walimu kwa ujumla, tunamshukuru sana Mheshimiwa Abdihija, mbunge wa jimbo la Micheweni wa kutufanyia msaada mkubwa, kutoka kutujengea mageti, kutusaidia katika swala zima la kupata sehemu za kujisaidia vizuri, na hatima yake katusaidia katika swala zima la la kusomeshewa, pia katika swala zima la ufanyaji wa mitihani, ili tuweze kufanya vizuri na kufanyiwa mambo kwa haraka zaidi. Hivyo tu mimi na wanafunzi wenzangu tunamwombea tu kwa Mwenyezi Mungu, amjalie kuweza kubakia katika sekta yake alio au katika levo yake ya uongozi alio, ili aweze kutendea zaidi ya hapa, kwani sisi katika jimbo letu tunahitaji viongozi kama hawa ambao kuwa wanaweza kujali, kwani shule hizi hazina watoto wa kitajiri, zina watoto wa kimaskini, wanahitaji kupate elimu zaidi, ili na wao waweze kuja kuwa kama yeye na kusaidia kama hili, hivyo tu na kutusaidia sisi wanafunzi kujitahidi katika masomo yetu, na inshallah. Na tuna, tuna Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Micheweni, tunakuahidi sisi wanafunzi wa Micheweni sekondari tutajitahidi, tutajitahidi kwa juhudi zetu zote, na inshaallah tutakuja na matokeo mazuri. Pia tunakuombea dua, Mwenyezi Mungu akujalie, akupe afya njema. Na Mwenyezi Mungu akujalie akupe na moyo huu huu wa imani uweze kubaki na kutusaidia skuli hii ya Micheweni.